Ati magari, pikipiki, sijui mitungi ya maziwa, sijui nini atilaru nataka, aanataka niambie eliji uchinga mimi, usiniletee pelekea watu wengine. Mimi nimefanya kazi kwa miaka mingi, wewe ulishinda ukaa serikali ulishinda kutafuta marafiki. Hiyo mraka unaongea unaongea, sijui wewe umepea nini hao watu. Kazi yako kila siku ni kuamka na kuhara kwa mdomo yako. Kuna hara kwa mdomo yako. Hakuna siku unapata mambo ya maendeleo, ulikuwa kwa uongozi kwa mwaka mbili. Utuoneshe toilet tulijenga huko Mount Kenya. Utuongeze kazi ulifanya. Sasa na naona sasa, haya anaongea maneno mengi, ati hivi yote ule mruta umetuma. Kwani ule mruta hapo na makende? Sisi hatuna makende. Kwa pia nikija waje uchinga na waje ushenzi. Sisi tutafanya kazi, tutafanya wale yetu kazi, tutatembea hapo Mount Kenya. Atuwezi tunatembea bure vile unatembea bure ni wewe Mr. Dorcas, wacha kwanza kutembea na bibi yako kila siku. Hakuna mwanaume anatembea na mwanamke akitembea akifanya siasa. Wacha umchinga na wacha mtoto, na hata ikiwezekana, tutakwimbii mara nyingine huko Mount Kenya. Naona unazunguka unaongea matope mingi sana. Huyu bwana amekuja hapa, ni waziri wa fedha, ukiuliza baadhi hata shilingi moja ya serikali kama iko hapa, yeye mwenyewe ametuletea 1.5 milioni kuongezea